Kama unataka kuvutia bahati ya pesa katika kipindi cha mwanzo wa mwaka na unataka bahati hiyo ikufuate mwaka mzima, unatakiwa kufanya vitu vifuatavyo. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kitu cha kwanza kabisa, mwaka mpya tu unapoingia, anza kwa kula punje kumi na mbili za zabibu. Zabibu nafikiri wengi tunazifahamu kama uzifahamu, angalia hapa katika video, unaweza kuona zabibu zinafananaje. Kula punje kumi na mbili za zabibu, kila punje moja inawakilisha mwezi mmoja katika mwaka. Mwaka huo una miezi kumi na mbili kwa hiyo kila punje moja inawakilisha mwezi mmoja. Zabibu ni moja kati ya tunda lenye faida lukuki za kiafya, lakini pia zabibu lina uwezo mkubwa wa kuvuta bahati ya pesa hasa inapoliwa katika kipindi cha mwanzo wa mwaka. Kwa hiyo pale tu itakapotimia saa sita kamili usiku, kuthibitisha kwamba tayari mwaka mpya umeshaanza anza, anza kula zabibu zako. Na unapokula, hakikisha unanuia vitu vizuri viweze kukufuata katika mwaka unaoanza. Kila unapotafuna punje moja, tamka hitaji lako unalotaka litokee, aidha kama ni kuanzisha biashara, mafanikio, kupata pesa nyingi. Hii itakusaidia sana kuweza kuvutia bahati nzuri katika kila mwezi wa huo mwaka unaoanza. Kitu cha pili, hakikisha waleti yako unaijaza pesa. Hata kama wewe huwa pesa zako unahifadhi benki au kwenye simu, lakini mwaka mpya unapoingia, yani ile tarehe moja Hakikisha unaenda ku draw pesa zako either benki au katika simu, weka cash katika wallet yako. Hii ina maana gani? Unaweza kuona kama ni kitu cha kujichekesha wewe mwenyewe, lakini naomba nikuambie jambo moja, kila kitu unachokifanya hapa duniani ni energy. Jambo lolote lile unalolifanya linaacha energy fulani. Sasa vitu unavyovifanya katika kipindi cha mwanzo wa mwaka Huwa vinatengeneza energy fulani na energy hiyo huwa inakufuatilia mwaka mzima. Kwa hiyo basi kama unataka bahati ya pesa, pesa ziweze kukufuata mwaka mzima, basi hakikisha unatengeneza energy ya pesa katika mazingira halisia yanayoonekana. Na kitu cha kwanza ni katika wallet yako. Unapoijaza pesa wallet yako katika kipindi cha mwanzo wa mwaka, hii ni huudhibitishia ulimwengu kwamba ninakaribisha nguvu ya uwepo wa pesa katika maisha yangu. Kwa hiyo hii nguvu kama nayo hapa, inifuate katika kipindi cha mwaka mzima, na kwa hakika pesa zitakufuata mwaka mzima, hutopungukiwa pesa katika waleti yako. Nyumba yako haitokosa pesa, nyumba yako haitokosa mahitaji kwa sababu kuna upungufu wa pesa na pia kitu kingine cha kuzingatia, usianze mwaka mpya ukiwa na madeni jamani. Hiki kitu ni cha msingi sana, watu wengi huwa wanapuuzia na wanajikuta wanakaribisha nguvu ambazo zinakuja kuwasumbua mwaka mzima. Hakikisha yoyote yule anayekudai, sehemu yoyote ile uliokopa, una clear kabla mwaka mpya haujaanza. Unapouanza mwaka mpya ukiwa na madeni unakaribisha nguvu mbaya hasa katika upande wa pesa. Na hata kama kuna mtu ulimwaahidi kumpa pesa, hakikisha unakamilisha ahadi yako kabla mwaka haujaisha. Hii itakusaidia sana kuweza kukaribisha positive energy katika mwaka unaoanza, zingatia sana hili. Jambo jingine la kuzingatia, tunapoanza mwaka mpya, hakikisha ndani kwako unajaza vyakula Unaweza ukanunua mchele kwa wingi, unga kwa wingi, maharage, sukari, vinywaji ukaweka kwenye friji. Yaani hakikisha ya nyumba yako inajaa vyakula. Hii ina maana gani? Katika mwanzo wa mwaka universe huwa inajireset, yaani vile vitu vyote vya nyuma vilivyopita vya mwaka uliopita huwa vinajifuta na kuanza upya. Kwa hiyo kunakuwa na mwanzo wa utengenezaji wa energy mpya. Kwa hiyo, chochote kile utakachokifanya mwanzo wa mwaka, universe huwa inatafsiri kama manifestation ya kuanza nayo, yaani universe huwa inaanza nayo na inaendelea nayo mwaka mzima. Kwa hiyo, angalia sana vitu unavyovifanya mwanzo wa mwaka, huwa vina maana kubwa sana katika vipindi vinavyofuata vya huo mwaka. Unapojaza vyakula ndani mwako mwanzo wa mwaka unatengeneza energy ya uwingi wingi wa chakula, shibe, kutokuwa na njaa, kuto kukosa chakula ndani ya nyumba. Kwa hiyo universe inapokea kama manifestation, na hiyo energy itakufuata mwaka mzima. Kwa hiyo ni manifestation mojawapo yenye nguvu sana ya kukaribisha wingi wa chakula ndani ya nyumba yako. Kamwe usiruhusu mwaka mpya ukukute ndani mwako kukiwa hamna kitu kabisa, hata kama pesa unazo, yani unajua kabisa kwamba nikitaka kununua sukari, pesa hii hapa, nikitaka kununua mchele, pesa hii hapa, hiyo haijalishi. Hakikisha unafanya manifestation ya vitendo ili uweze kutuma ishara kwa ulimwengu uweze kukuanzishia energy ya wingi wa chakula ndani ya nyumba yako. Epuka sana kununua vitu vyenye energy mbaya au kufanya mambo yasiyokuwa na msingi katika kipindi cha mwaka mpya. Kwa mfano, unakuta mtu mwaka mpya anausherehekea kwa kulewa, yaani ananunua pombe za kutosha na anahakikisha ananywesha familia nzima inalewa hapo ukaribishi energy nzuri, bali unakaribisha negative energy ambayo itakufuata mwaka mzima. Au unakuta mtu anatengeneza party, ndani ya party hiyo watu wanalewa, wakitoka hapo wanarushiana chupa, wanatukanana, wanagombana, wengine wananuniana. Sasa just imagine, unakaribisha energy ya aina gani? Nakumbuka kwamba hiyo energy unayoikaribisha mwanzo wa mwaka itakufuata mwaka mzima. Sisemi kwamba huwezi kuivunja hii energy, unaweza kuivunja hata ukifika katikati ya mwaka, lakini itakuwa ngumu sana na pia itakuchukua muda mrefu kuweza kufanikisha. Unaweza kujikuta wewe mwaka mzima ni mtu wa kuandamwa na mikosi, migogoro, kila unayekutana naye unagombana naye, watu wanakununia hovyo, kumbe ni jinsi ulivyoanza mwaka. Chagua kuanza vizuri, chagua kuanza na positive energy kitu kingine cha kuzingatia mwaka mpya unapoingia zuia machozi yaani jitahidi kwa namna yoyote ile usitoe chozi katika siku ya mwaka mpya my dear. jinsi unavyoanza ndivyo utakavyomaliza hakikisha ile siku ya mwaka mpya siku ambayo tunaingia katika mwaka mpya hakuna chozi lolote lile linalodondoka kama kuna mtu amekukwaza una ugomvi na mtu unapitia mambo magumu, hakikisha unaachilia katika kipindi cha mwisho wa mwaka. Nilishafundisha spell ya kuachilia katika kipindi cha mwisho wa mwaka. Kwa hiyo, make sure mwaka unapoisha unaachana na kila kitu, unaachana na vinyongo vya kila aina, patana na kila mtu. Kama kuna mtu ulikuwa unashindwa kumsamehe, hakikisha unamsamehe kabla mwaka mpya haujaanza. Unaweza kujikuta mwaka unakuwa ni mgumu sana kwako, mambo mabaya yanakuandama wewe, kila siku ni mtu wa kulia, kumbe ni vitu ambavyo umevishikilia moyoni mwako, unavuka navyo kutoka mwaka huu kwenda mwaka huu. Kwa hiyo hakikisha unatoa mizigo yako kabla mwaka mpya haujaanza. Mwaka mpya unapoingia, unatakiwa kuwa na furaha na ushangilie, tena shangilia kweli kweli, kwa sababu umepewa nafasi nyingine tena kuanza mwaka mwingine. Kwa hiyo be happy, shangilia, ruka ruka, furahi na wenzio. Na pia kama unataka kukaribisha bahati ya pesa mwanzo wa mwaka, hakikisha unawafurahisha watu wako wa karibu, yaani ndugu jamaa na marafiki. Hii unaifanya vipi? Unaweza kufanya kwa namna zifuatazo. Namna ya kwanza, karibisha wageni nyumbani kwako. Yaani, watu wako wa karibu wapikie chakula kizuri na wape kinywaji kizuri, wanywe wafurahie na waondoke wakiwa na furaha. Namna ya pili, itoe out familia yako pamoja na watu wako wa karibu, hakikisha wanafurahi, wape uhuru, acha wafanye vitu wanavyovipenda, kama ni kuogelea, kama ni kwenda kubembea, kuagiza vyakula wanavyovitaka, yaani hakikisha siku hiyo wanajiachia, ili mradi tu waweze kufurahi kifanikiwa katika hilo, utakaribisha positive energy katika mwaka wako unaoanza na pesa zitakufuata mwaka mzima. Na kitu kingine unachotakiwa kufanya pale mwaka mpya tu unapoingia yaani, ile saa sita kamili usiku, hakikisha unafungua milango na madirisha ili kuweza kuruhusu positive energy ya mwaka mpya iweze kuingia na ile negative energy ya mwaka uliopita iweze kuondoka. Na zoezi hili linafaa kufanywa muda ule ule mwaka mpya unapoingia, yaani saa sita kamili usiku. Kama ikikukuta ukiwa umelala, basi huna haja ya kufanya wakati mwingine tena kwa sababu haitakuwa na maana. Na jambo jingine, naomba nisisitize sana kuwa makini sana na namna ya ushirikiaji wako wa mwaka mpya. Unajua watu wengi wanafikiri kusherehekea ni kusherehekea tu, yaani unaweza ukafanya chochote kile limradi tu wewe una furaha na unataka kusherehekea. Hapana, kila kitu huwa kinasherehekewa kwa namna yake hapa duniani, na hasa huu mwaka mpya inatakiwa uwe nao makini sana. Mwaka mpya una namna yake ya kusherehekea, na kuna baadhi ya vitu ukivifanya utakaribisha energy mbaya ikufuate mwaka mzima bila yawe mwenyewe kujua. Kupiga kelele kushangilia kufurahia, hicho ni kitu kizuri sana kufanya katika kipindi cha mwaka mpya hasa kama ushangiliaji wako ni wa furaha, sijui tunaelewana? Yaani ni kwa ajili ya wewe kufurahia, sio kutia fujo na kukera watu, hapana. Kama ni namna ya wewe kufurahia, basi haina shida. Na pia kupiga matarumbeta, mavuvuzela, kupiga filimbi haina shida kabisa. Pia unaweza ukapiga baruti fireworks. Hizo zote ni namna bora za kusherehekea mwaka mpya. Unajua, ni kwa nini nakwambia hizo ni namna bora ku make some noise au kuweka kelele zozote zile zinazoashiria furaha ya kuupokea mwaka mpya. Inasaidia pia kuondoa negative energy za mwaka uliopita na kukaribisha positive energy za mwaka unaokuja au unaoanza, na pia inatuma signal kwa universe kwamba sasa ni mwanzo wa kitu kipya, kwa hiyo kila kitu kinaanza fresh. Kwa hiyo usifikiri kwamba huu utamaduni wa kusherehekea mwaka mpya kwa kupiga makelele, kupiga mabaruti ulianza tu from nowhere, hapana. Kila kitu kina maana yake. Kama usithubutu kukwaza watu, kukera watu au kugombana na watu, na pia usipige miziki ambayo haiendani na mwaka mpya unakuta ni tunasherehekea mwaka mpya lakini mtu anapiga nyimbo za vijembe, nyimbo za kusimanga watu au nyimbo za matusi. That is the baddest way ya kusherehekea mwaka mpya. Kumbuka kwamba kwa jinsi ambavyo unaanza ndivyo utakavyomaliza, na energy unayoianzisha pale mwanzoni itakufuata mwaka mzima. Hivi, ulishawahi kujiuliza kwa nini watu wengi wakishafunga ndoa tu basi matatizo yanaanza? Yaani unakuta walikuwa kwenye mahusiano yao vizuri kabisa, lakini wakishafunga ndoa, wakafanya harusi, basi tayari mambo yanaanza kuvurugika. Baada ya miezi sita, unasikia wamegombana, wameachana. Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini mara nyingi watu huwa wanaharibu katika sherehe za harusi? Unakuta mtu anaandaa shughuli yake vizuri, lakini kipaumbele kinakuwa kwenye pombe. Kadili shughuli inavyoendelea watu wanalewa, wanaanza kugombana, wanapishana kauli. Mwisho wa siku, harusi ikiisha, kunakuwa na mabifu, magomvi, yani negative energy inakuwa imetawala. Sasa ile energy unayoitengeneza katika sherehe yako ndio hiyo hiyo inayokufuata katika maisha yako mapya unayokwenda kuyaanza. Aina ya watu pia unaowaalika katika harusi yako Huwa wana play part kubwa sana katika kutengeneza energy itakayokufuata katika ndoa yako. Unajua siku hizi watu huwa wana wanaona fashion kuona kwamba harusi yangu ilikuwa na watu wengi, nilikusanya kijiji cha watu, yaani watu walikuwa wengi sana, ukumbi ulifurika. Lakini je, ulishawahi kujiuliza hao watu wana supply energy gani? do you think kwamba watu wote waliopo ukumbini wanafurahia jambo lako? Ni bora ukaalika watu kumi ambao wapo positive na ndoa yako, kuliko kualika watu mia mbili ambao wapo negative na ndoa yako. Narudia tena, katika kila mwanzo wa jambo lako, hakikisha unakaribisha energy nzuri. Na pia mwaka mpya unapoingia hakikisha unabadilisha mwonekano wa nyumba yako au chumba chako ili kuweza kukaribisha energy mpya. Hii huwa tunaifanya sana katika kipindi cha mwezi mwandamo, yani mwezi mpya, tunafanya marekebisho ya ndani ya nyumba ili kuweza kukaribisha energy ya mwezi mpya, na pia vivyo hivyo katika kipindi cha mwanzo wa mwaka, unaweza kubadilisha rangi ya nyumba yako, mpangilio wa ndani mwako. Kama kitanda kilikuwa kinageukia huku, unaweza kukibadilisha, ukafanya usafi, ukadekoreti nyumba yako na kuitengenezea mwonekano mpya. Na pia katika kipindi cha mwaka mpya, hakikisha unakula vyakula vyenye rangi ya kijani, kwa mfano mboga za majani, matunda yenye rangi ya kijani kama unavyofahamu rangi ya kijani ni rangi ya pesa, ni rangi ya utajiri. Watu wengi huwa tumezoea kwamba mboga za majani ni vyakula vya kimaskini, au ukiwa una hela ndio unakula mboga za majani, lakini hii ipo kinyume kabisa. Kwanza, mboga za majani ni chakula chenye faida nyingi sana mwilini kuliko chakula chochote kile. Na pia tukija kiroho, vyakula vya kijani vyote vina rise au vina vinainua vibration ndani ya mwili wako. Kwa hiyo unapokula vyakula hivi kwa wingi, unakuwa na uwezo wa kuattract chochote kile unachokitaka katika ulimwengu huu. Kwa hiyo basi, kama unataka kuvutia pesa nyingi katika kipindi cha mwanzo wa mwaka, hakikisha unakula vyakula vya kijani, yaani ile Januari ile inavyoanza Zingatia katika kila mlo wako ukosi mboga za majani. Hii itakusaidia sana kuinua vibration ndani ya mwili wako, na pia hata kinga yako ya mwili itakuwa juu. Kwa hiyo katika shughuli zako za utafutaji wa kipato utakuwa na nguvu za kutosha, afya bora, utajiepushia magonjwa ya hapa na pale, na chochote kile utakachokitaka, basi ulimwengu utakuletea kwa wakati na pia katika kipindi cha mwaka mpya jiepushe na watu sumu, kaa nao mbali kabisa. Watu sumu ni wale watu wanaokufanya uwe na hasira, huzuni, mwe mnagombana mara kwa mara, wanakupotezea amani ya moyo wako. Kaa mbali na watu wa aina hiyo, ili uweze kuvutia vitu vizuri maishani mwako. Kwanza inatakiwa vibration ndani ya mwili wako muda wote ziwe juu. Sasa unapokuwa karibu na watu sumu wakakuletea hasira, huzuni, mkawa mnazozana zozana kila muda, vibration ndani ya mwili wako zinashuka, na zikishuka unakuwa huna uwezo wa kuvutia kile unachokitaka. Utafanya kila aina ya spell, haitafanikiwa. Utafanya manifestation za kila aina, lakini hutopata mafanikio. Kwa hiyo kaa mbali na watu sumu. Usijisikie vibaya kuvunja mahusiano na watu uliowazoea. Usijisikie vibaya kuvunja urafiki na mtu mliezoana naye kwa muda mrefu. Kama ukigundua ni mtu sumu, achana naye, kaa naye mbali. Universe itakuletea watu sahihi. Na pia kipindi cha mwanzo wa mwaka ni kipindi kizuri sana cha kufanya spell za pesa. Kama wewe ni mtu ambaye unataka mafanikio, unataka pesa nyingi zikufuate, basi mwanzo wa mwaka ni wakati wako wa kufanya spell yoyote ile ya pesa utafanya hiyo energy ikufuate mwaka mzima. Ilishafundisha spell nyingi sana za pesa kwa vitendo, kwa hiyo unaweza ukapitia video zangu za nyuma na ukajifunza. Na unapofanya mambo haya yote niliyokuelekeza katika video hii, usifanye kwa mashaka, kwa kujaribu au kwa wasiwasi. Ondoa wa uoga, hofu na mashaka. Fanya ukiwa na uhakika, yaani fanya ukiamini kwamba hiki ninachokifanya kinakwenda kuniletea matokeo mazuri kuanzia sasa, na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Kwa Waislamu huwa tunasema inshallah na kwa Wakristu huwa tunasema katika jina la Yesu, hakuna kitu kinachoshindikana. Amini kwamba hujaja hapa kwa bahati mbaya. Universe imekuleta hapa kwa kusudi maalum, na kuanzia sasa. Wewe ni mshindi. Ukiamini ndivyo itakavyokuwa. Naomba nikutakie kila la heri. Hakikisha una subscribe ili usije kupitwa na video zetu nyingine zinazofuata. Asante sana.